Nam zimetimia saa moja kamili majira ya Afrika Mashariki, na huu ni upeo wa Milele TV. Mimi ni Shera Mwangome, na tukianza na hapa nchini ni kwamba Rais William Ruto ameonya upinzani kwa kuwa hawana sera mbadala ya kubishana naye. Hii ni kutokana na broad-based government kuibuka washindi, katika washindi katika kinyang'anyiro cha chaguzi ndogo zilizofanyika hapa nchini. Hata hivyo Rais William Ruto ameonyesha dhamira yake kuwa ana uwezo mkubwa wa kushinda kura za mwaka elfu mbili na ishirini na saba. Hii ni kutokana na matokeo mazuri yaliyoonekana katika chaguzi ndogo. Na tukisonga mbele, ni kwamba Rais wa Marekani Donald Trump amepa, amepanga mipango ya kusitisha uhamiaji wa raia wa kigeni ambao wanatoka katika eneo au nchi ambazo haziwezi kujitegemea. Hii ni kutokana na vurugu ama vuguvugu la kisiasa lililoletwa na baadhi ya raia wa Kisomali ambao walihusika katika uvamizi na uporaji wa mali katika eneo la Chicago. Jambo hilo limeletwa kisa na maana nchi nyingi za Afrika Mashariki na hata za South America zitapata taabu na kauli hiyo ya Rais Mkuu wa Marekani. Naam, kufikia hapo natamatisha.